Big time, kwa washikaji zetu ambao tunaenda kuenjoy. So, tunapiga piga story kidogo na washikaji zetu kutoka Asili Yetu, tukianza na CEO mwenyewe kwa sababu ndio umetusogeza hapa. Talk to us, ni uh, nini ambacho umekuja leo uzungumze na Watanzania, wana Njombe, wana nyanda za Juu Kusini? Kitu uh, ambacho kimetuleta leo kama timu nzima ya Asili Yetu ni kuhusiana na tamasha letu ambalo tumeliandaa ambao sasa hivi tunaingia msimu wa pili. Nitakia mm -hmm. Ambao, sasa hivi, mm -hmm. Tuwe, tumeshafanya toka tarehe moja mwezi wa kumi na moja lakini tulishindwa kufanya kulingana na hali ya usalama Tanzania haikuwa rafiki sana. Mm -hmm. Kwa hiyo tunakwenda kulifanya tarehe sita mwezi wa 12. Okay. Agreement Hotel. Safi. Uh, ilikuwa najaribu kuli- kulikuli kuli, kuli, kuli, usa, usa au kulifuatilia fatilia. fatilia. Yes uh, nimeona mwamko wake unakuja unakuja, lakini tuambie, uh, kuna ulazima wa kufanya hiki kitu ambacho tunafanya. Kwa nini tufanye? Tunafanya kwa sababu sisi tunatengeneza brandi na tunatamani kuwa na wadau wapya ambao tumewazalisha sisi, mm -hmm. na ndio maana tumefanya msimu wa kwanza na sasa hivi tunafanya msimu wa pili. Kwa hiyo tunatengeneza familia. Okay, okay, okay. Brandi tuitumie kufanya nini? Naam. No. Umesema tunatengeneza brand. Brand. Mm. Brand tuitumie kufanya nini? Tunaitumia kwenye biashara. Mm. Yeah. Asili Yetu Collection tunahusika na upigaji wa picha, kuchukua matukio ya yeah, tunazungumzia labda harusi, sentof lakini pia na waimbaji wa kwaya nini. Lakini pia Asili Yetu TV ni kituo ambacho tunatamani kuanzia mwaka huu kijulikane rasmi kama ni kituo cha habari. Kwa hiyo tunatamani kufanya vitu kama hivyo. Mhm. Mm Hatukua -hmm. na idea nyingine ya kufanya hadi tuweke tamasha hiyo. Ah, tuliona sisi ni nzuri, kwa sababu tangu tulipoanza mwanzoni, tukumbuke mwaka jana, tumeanza tulifanikiwa kuwa na watu mia moja. Kwa hiyo tukaona familia ile tuna sababu kubwa ya kuiongezea tena nguvu. hmm. Okay. Nataka nata nataka kujua matokeo baada ili ya ile ya mwaka jana, yalikuwa positive sana, yalikuwa kawaida sana, yalikuwa madogo ndio maana mwaka huu mnarudia, au yalikuwa mazuri ndio maana na mwaka huu tena mnarudia? Uh, mapokeo ya mwaka jana yalikuwa ni mazuri. Yalikuwa ni mazuri kwa sababu gani? Kwanza Asili Yetu ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kufanya tukio kama lile. Kwa tukaona sababu kwa sababu mapokeo ni mazuri, tukaona wacha tuendeleze. Kwa tunatamani kurekebisha yale makosa ambayo mwaka jana tuli ya, tulishindwa kuyafanya. Sasa mwaka huu tunataka tuboreshe na hii sio kama mwaka huu tunaishia hapa. Hii ni tunaendelea. Mm -hmm. Matamasha watu ambayo wanakuja na wananufaika na nini? Matamasha nyinyi mnapata brand mm -hmm. kwenu wenyewe. Hawa watu ah, mshikaji kawaida tu. Mm. Cha kwanza kabisa ni mtoko. Ndio maana mm -hmm. tamasha letu sisi ukija huwezi kujutia vitu ambavyo tutakuwa tumetarget. Tukikwambia kwamba utakula, utakunywa, utacheza, hivyo vitu lazima vyote utavikuta. Na labda chakula utakachokikuta pale si vile chakula labda ungekula mgawani au ungekula nyumbani, kweli chakula, wewe mwenyewe utakuwa umeenjoy, lakini pia utakuwa umetumia vinywaji, unavyotoka pale unakuwa umeenjoy. Kwa hiyo hii pati yetu ni, ni mtoko pia. Uh-huh. Na tukizingatia tuko mwishoni kabisa wa mwaka. Kwa hivyo tuna imani huu ni mtoko na tunafunga kivyo. Okay. Safi. Nimeipenda. Hi, so ukiachana okay, na, na na na na challenge za mambo ya uh, kiusalama kwa katikati mikusanyiko kusanyiko ilikuwa kama sio mchongo sana au jamaa mamlaka walikuwa alikuwa na goma hii, stuff likes. Yes. Ni yes. Na stuff like yes. Changamoto gani nyingine ambayo umekumbana uh nao mwaka huu unaona, eh hey, hii tamasha jamani ni ah, kwa mwaka sisi hatuna changamoto changamoto tulikuwa nayo mwaka jana, kwa sababu mwaka jana tulipata changamoto. Mtu unavyomwambia kwamba tuna event ya asili yetu, ilikuwa ni ngumu sana kukuelewa. mm -hmm. kwa kumwaminisha kwamba unatoa elfu ishirini, unatoa elfu hamsini kuna nini? Lakini kwa sababu mwaka jana tulifanya vizuri, kwa hiyo mwaka huu, nisiwe mwongo, sisi hatujakutana na changamoto zaidi ya sisi kujipanga bajeti na kuweza kufanya vizuri, baadhi kusolve baadhi ya mambo ambayo uh, badala ya kusubiri michango sisi tume solve. oh yeah, yeah. Limeisha hilo safi. Uh, umekuja na team? Yes, mtangazaji. mm. Yeah. uh, Nikao <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> soma posti yenu moja ya Instagram. Yes. <laughs> moja ni niende pale sisi nikachapia. Kaonekana kana nimesema maneno yangu. Nilipostua Oktoba 14. Ah, mm, imewekwa uh, graphics flani hivi. Uh, ubunifu fulani kama bango fulani liko street na nini kaniko night show pale, bosi mkurugenzi wa uh, Asili Yetu akaiko pale Ifo, lakini mkaika caption ndefu kidogo, hmm. Mi nikasoma ile inaitwa nini paragraph ya kwanza, pili, ya tatu imenukuliwa kusema kwamba hakutakuwa na wali wala pilau, bali supu ya nguvu hmm, na nyama choma <laughs> <laughs> pamoja na vinywaji vya kutosha hivyo hakikisha unalipia mapema mm. kwa nini useme hakutakuwa na wali wala pilau? labda nisaidie kujibu hilo kidogo <laughs> <laughs> Uh, Asili Yetu TV event yetu ni event ambayo tunasema ni mtoko wa mwisho wa mwaka, na tunakutana na watu tofauti tofauti, hususan tunachukulia rika kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea. Hivyo basi, kulingana na aina ya vinywaji tutakavyokuwa navyo na muda ambao tunaofanya, kwa sababu tunategemea ni kuanzia mishahara ya yes, saa moja usiku mpaka baadaye sana. Nasema kwamba limit time ni kulingana na majukumu kukamilika yote okay. Hivyo tulionaje, asilimia kubwa imetoka kama hii, watu wanahitaji kufurahi, watakunywa vinywaji ambaye vinachangamsha venye vileo hapa na pale. Kwa hiyo ukianza kuweka sijui uh, wali au ukaanza uh, kuweka sijui pilau sijui, tumeona sisi upande wetu na tulichukua pia maoni kutoka kwa wadau sababu ilikuwa tunashirikiana na wadau mm, kuandaa kitu kama chili ukiwa kizuri zaidi. Kwa hiyo tukaona, tukianza kuweka wali, pilau, ni vyakula ambaye kwa namna nyingine kama vile vina uvivu wa matumizi lakini tukiweka vitu kama nyama tukaweka na bite, bite kama viazi sijui ndizi zikuwepo pale, yaani vyakula ambavyo mtu anaweza kula afu hata akibakicha, ana uwezo wa kufunga pakija akaenda naye nyumbani kesho akaendeleza <kikikimu> Man, na namba linaweza <kikimu> ukaamka asubuhi michache kwa sababu inakuwa na viungo vingi <kikimu> Safi, so nguvu yenu kupush ni kubwa sana kwa sababu hata asubuhi pia nilikuwa naongea na mchunga wa bosi wangu wa vipindi akaniambia yeah, shauri anataka mm, ifi ondoke kabisa. Yeah. Kwa nini mna promote sana? Na kwa nini siwe tu ni cooperative event, kwa maana ya chukua kadi mpelekee hito atakuja, mchukua kadi mpelekee fulani fulani fulani, unajua kabisa okay, watu wangu ni 500, mm, hapo. Lakini kwa nini tunapush sasa, imekuwa kama sisi nimetumia, tumesema sisi lengo ni kutengeneza familia iwe kubwa zaidi Hivyo basi kama tunatengeneza familia kuanzia wafanyabiashara, wadau, uh, wapenda burudani wote ni sehemu na familia yetu. uh, tunatumia nguvu kubwa kumhabarisha au kumjuza kila anayetusikiliza au kututazama katika TV yetu Asili Yetu TV, lakini kutuangalia katika page zetu za mitandao ya kijamii ajue ni kipi ambacho tunakifanya, target yetu ni nini na tuna malengo gani. Hivyo tunatumia basi nafasi hii kutumia nguvu kubwa pia kuwaaminisha wafanyabiashara kwa sababu tumesema tunatengeneza brand kwa ajili ya kufanya biashara. Uh, Njombe umekuwa ni mkoa ambaye kwa hususan kwa wafanyabiashara wanakuwa kidogo wako nyuma kwa kuaminishwa hususan kwenye upande wa matangazo ya kibiashara. Uh, wanakuwa wanahisi kama vile bado Asili Yetu TV ni wachanga, unapoenda kujaribu kutengeneza mazingira kufanya nao biashara. Hivyo basi tunapofanya jambo kama hili ni kuhakikishia tuna uwezo wa kukusanya watu wengi, na taarifa hizi zikawafikia watu wengi, wakakuza wigo wa biashara zao. Hivyo basi ni wakati wao kutumia Asili Yetu TV ili kuendelea kuikuza biashara zao mm -hmm. Yeah, nilikuwa nasoma status yako asubuhi, ndiyo, imeandika maelezo mengi sana lakini hicho kileo ni kwamba kuna washawishi wa, wa, wa, wasanii wasani, waje wa, kwako, mzungumze namna ambayo watapata nafasi siku hiyo kuperform ukawa umeweka kauli fulani ambayo nime nimeitafsiri kama mje msije, sidhani kama show yetu inawahitaji sana kati ya wewe na show, kati ya show yako na wasanii kipi kinamhitaji sana mwanzi? Uh, cha kwanza lazima utambue kwamba sisi kwenye event yetu, uh, msanii ambaye atapewa nafasi ya kuperform ni yule aliyelipia kadi. uh -huh. kwa hiyo hata wasipolipia kadi wasanii event sisi lazima ifanyike, kwa sababu kuna vitu sisi ambavyo tumevitargeti na wapo watu ambao jamwa mwaka ma, jana tulishafanya tulishafanya utafiti tulijua watu wa Njombe wa mkianda event kuna brand gani ambazo wanazipenda zaidi. mm-hmm. Kwa hiyo tunimeweka vile, kuna wasanii ambao wamelipia kadi na wanaomba kuperform. Kwa hiyo tuambia kwamba waje ofisini ili tuweze kuzungumza, tuwape utaratibu, kama bwana Uh, utakuwepo ndani lakini utaperform labda nyimbo mbili au tatu, lakini nyimbo hizi hakikisha zime zimezingatiwa zimefika kwa DJ kwa muda mwafaka. Si event inaendelea pale, unaenda na simu yako si USB, si ni chomole wimbo huku, fanye hiki, sisi hatutaki mm -hmm. Kwa tunataka turatibu kitu ambacho kinakuwa kinampangilio kulingana na wageni ambao watakuwepo, lakini pia kulingana na mgeni rasmi ambaye atakuwepo, ni mtu mkubwa tunataka mambo yaende kwa mpangilio mzuri kwenye ratiba. mm -hmm. Sio ile ya kukurushana. Safi chochote cha ambacho tunatamani saa, sio wasanii mm. Mashabiki tu akawaida, ambao tutakuja kula hizo bites kwa kawaida kabisa, wampaka waelewe nini, wajue nini na vitu vingine kama wapi, lini mm. saa ngapi, hizo tickets au kadi tunalipia vipi How? Uh, kadi zinapatikana moja kwa moja kupitia studio za Asili Yetu Production, lakini pia tukio hili litafanyika Agreement hoteli tarehe sita kuanzia saa moja kamili jioni mpaka usiku sana, ikiwezekana mpaka tunakesha, kwa sababu uzuri wa Asili Yetu Dreams Night Show imelipiwa, ile tuna kibali kabisa ambacho tulianza kufanya mchakato. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufanya mpaka asubuhi, vibali vinaturuhusu kwa hiyo Agreement hoteli ndo location husika, lakini pia kadi zinapatikana asiliyetu production. Na kadi hizi ziko aina mbili. Kadi ya kwanza kabisa ni nomo, unaipata kwa elfu ishirini na Ah, mm. elfu hamsini mm. kwa sababu hii ni mtoko, sisi hatuna mtaji wa kusema kwamba tutawakusanya watu waje kwenye eventi wacheze, alafu njazi waume? Hapana. Kwa hiyo tukaona kwamba kupitia hiyo tutengeneze mtoko ambao tutakula pamoja. Kwa hiyo ile pesa ambayo anaitoa anakula yeye mwenyewe. mm. Yeah, na tukiangalia mpishi ambaye tunamchukua ni mpishi wa viwango. okay. Kwa hiyo ukitoa elfu mm. hamsini Ukitoa elfu hamsini tarajia kwamba utapata vinywaji vya kutosha, lakini pia utapata chakula cha kutosha. Yaani tunaimani imani, tunatamani mpisha asituangushe. okay. Mtu aenjoy, aseme kweli ile elfu ishirini ambayo nililipia au elfu hamsini mwakani nipo nao tena. Mm -hmm. Yeah, na tunashukuru Mungu kwamba tulipotangaza tu kuna watu wamelipa michango bila, yaani mtu tu anakupigia simu, naomba namba nilipie kabisa michango nisije nikaikosa hii. Oh, yeah. Yes. Uh, michango, kwa mfano mimi kaja pale, nitachukua kadi, sijalipa mm. ngawasikiliza mm. siku tatu mm. nitakupa yako mm. kati ya nyinyi nani anakuja kufuata mchango? Sisi sisi timu yetu ni watu mwaka huu, mwaka jana tulikuwa timu ya watu wawili, nilikuwa hapo mimi na mzee watatu, tuliendesha ile shughuli. yeah. hatukuwa na kamati, lakini mwaka huu Mungu ametubariki tunamwasi. mm -hmm. Lakini michango hii wote tunaifuatilia. okay. Kwa issue ambayo inacheza, mzee watatu akiokota wa huko anapiga simu bwana yeye, kuna hela hapa mtu fulani, tuna tiki bwana yeye apeleka sehemu fulani, kwa hiyo inaingia moja kwa moja kwenye akaunti. Kwa sisi tulichokifanya, tuna bajeti nje ya michango ambayo tayari mpaka sasa hivi. Mwasiku atazungumzia ukumbi imekuwaje, sehemu zote. Sisi asilimia kubwa vile ambavyo ni vigumu, ambavyo huwa vinawapa shida watu, sisi mpaka jana tumefunga hesabu, sio kwa kudaiwa wala nini. Okay, safi. Mwasiku, tumalize.

Kitengo nyeti upewa kulingana na mtu vile ambavyo yupo. Mm -hmm. Naamini nimepewa kulingana na nafasi ambayo ninayo. Okay. Naona sioa anaona na, naweza kulikapa hapo. Kila okay, kitu kiko sawa. Huwezi kupewa kitengo cha hela kama hujui kuzitunza. Oh yeah. Mm. Wewe -hmm. Kwa kitengo chako tukisema utupatie taswira ya, ya, ya event mpaka sasa mchango ambao umeingia na vitu vingine kama hivyo. Unaweza ukasema kitu mpaka sasa tunaweza kwamba tumefika asilimia ngapi? yetu imeenda vizuri, tunamshukuru Mungu, mambo sio mabaya, tumepiga hatua kubwa kwa sababu tukizungumzia ukumbi tumeshamalizana nao. mm -hmm. tukizungumzia kuna kutakuwa na burudani ya bendi tayari, pia tumeshafanya nao mawasiliano na tumemalizana nao kabisa, kwa hiyo mm -hmm. sisi ndio tunawadai oh, yeah. sio wao wanatudai tena mm -hmm. kwa vitu vingi ambavyo vilitakiwa kufanyika tumeshavifanya kwa hatua kubwa zaidi. mm -hmm. Mm -hmm. Safi, zungumza na Watanzania wanaenyendeza juu kuseni, Wananjombe ambao wanakusikiliza kwa sasa kuhusiana na eventi yenu ambayo mnaielekea. Eventi yetu ni waambie tu Wananjombe, lakini hata wale ambao wako nje ya mkoa wa Njombe, tuwakaribishe kwenye event yetu. Kikubwa zaidi tuombe Mungu tuifikie ile siku tukiwa wote tukiwa wazima wa afya, ili tuenjoi pamoja, kwa sababu mtoko huu tukisema ni wapekee, basi tuelewa ni wapekee kweli kweli ukisoma kwenye hizi t-shirt kuna nembo pia inajieleza kwa maandishi kabisa, kwa Hombolo waini. Kwa hiyo baada ya kula hu tutegemee kupata kinywaji kizuri watu tunywitezikwabwagwa, unajua kila kitu kina kinywaji chake, yeah. E, yani, ukinywa tunasema ukinywa supu labda vitu ni utataka ka Pepsi ka baridi ka Koka ka baridi eh fulani hivi chochote. Kumaliza, niwaombe wadau ambao wanahitaji kulipia hizi kadi, kadi zimebaki chache. uh -huh. Kwa uchache huu, kwa hiyo ambaye anahitaji kuungana pamoja na sisi, ukiingia kwenye akaunti ya Asili Yetu TV kuna namba za simu ziko pale lakini kwa yule ambaye hana simu kubwa tunasema si mjanja basi awasiliane nasi kupitia 0762299023 anaweza kupata kadi yake popote alipo anapelekewa bwana mi mimi niwaambie tu kwamba wana njombe wote na hata walioko nje ya njombe uh, tumekuja katika muda wa kuwapa burudani lakini pia kufanya mapinduzi kuonyesha kwamba sana za Njombe zinahitaji kuheshimiwa na kupewa nafasi, na ndiyo maana kwenye event ya Asili Yetu TV sisi tumeweka burudani za aina tatu. Burudani ya kwanza ni mziki wa live bandi utakuwepo pale. Burudani ya pili na standard comedy tutakuwepo na tutakuwa nao kutoka Dar es Salaam, watakuwepo wachache, lakini pia kutoka Iringa mm -hmm. na MC wetu nafikiri ni tulizo hapa Okay. Kutoka Iringa ambaye eh, mwana comedian ni mzuri sana, okay, sana eh, kwa hiyo tutakuwa na MC wa viwango mm. Ah, lakini pia ah, wasanii watakaopata nafasi ni muda wao ambao wautumie vizuri kuonyesha kitu ambacho wanakiendeleza kwenye sanaa yao mm -hmm. Yeah. Kwa hiyo ni muda wa kuja kuungana na Asili Yetu TV wale ambao walikuwa labda wanatuona tu kwenye mitandao ya kijamii. Mzee watatu atakuwepo Amoji, mm -hmm. takuepo Kevo Mnyama na wengine wengi aa, lakini pia tuko na mwakilishi kutoka Hombolo Wine atatuhakikishia kwamba jinsi gani siku hiyo watu wata mwagilia moyo wa ili kufurahi. Wanasema mziki bila kuchangamka kidogo unakuwa unojiki hivyo yeah. <laughs> s au so, ah, ni washiriki wetu kutoka Asili Yetu wamepita hapa kuzungumzia event yao, kuanzia kwa CEO na team nzima, na ambao wamepita hapo, so, big shout out sana. tumekula dakika tano za kuhesabu ngoma kali, sio mbaya sana, tutaz, tutazifix tu kwa sababu yanazungumzika, lakini yote kwa yote, make sure siku ya Jumatatu tarehe moja Disemba unaisikiliza Sports